Kase unibariki, utukuzwe ndani ya Mungu Mwokozi Yesu, ninakusifu kila wakati. Hapana kuni. Hapana. Siniambie siwezi kusikia. Tumewazika wengi na wanalala kaburini, na sijaona hata mmoja akitoka kaburini, na wewe ati uniambie ati nikiamini nitafufuka na nitaishi milele? Hapana, hapana, mm -mm. Kwanza niambie habari ya mtu mmoja mmoja tu aliyekufa na akafufuka, aliyekuwa huko babako unaniambia tutaenda, uniambie habari ya mtu mmoja tu, na nitakusikiliza. Kuna mtu anayesema hivyo anapoambiwa ya kwamba kuna watu watakaofufuka na kuishi mbinguni milele. Wewe ukiambiwa ya kwamba watu watafufuka na wataishi milele, utasema nini? Hebu sikiliza vile neno la Mungu linavyosema katika kitabu cha Mathayo Mlago wa 28 kifungu cha kwanza hadi cha nne. Hata sabato ilipokwisha ikapabazuka siku ya kwanza ya juma Mariamu Magdalini na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi, na tazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka biguni, akaja akalivigirisha lile jiwe akalikalia na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Hapa tunaambiwa kumhusu Bwana Yesu. Kuna watu ambao walikuwa wanaamini ya kwamba akiuawa hataweza kufufuka, wakawa wanaamini ya kwamba akiuawa huduma yake itaishia hapo, itaishia kaburini. Bwana Yesu akapigwa akateswa akasulubiwa msalabani, mwishowe akafa na akazikwa kaburini. Watu wengine wakasema ya kwamba yawezekana wanafunzi wake waweza kuja na kuiba mwili wake na kusema ya kwamba amefufuka. Kusikia hivyo Wakaamua ya kwamba hilo kaburi litalidwa. Wakawaleta askari wenye nguvu, watu wa miraba minne, majitu ya watu, wakapelekwa kaburini na wakapewa kazi ya kulida kaburi, ili kusije mtu na kuuiba mwili wa Yesu. Askari wakawa kaburini na wakawa wanagojea sana, wamwone Petro na wenzake wakija kuuiba mwili wa Yesu. Lakini mambo yakafanyika kinyume na walivyodhani. Badala ya kumwona Petro wakamwona malaika, na malaika akawa kama umeme, na akawa wa kuogofya sana, na huku akiwa ameandamana na tetemeko la nchi. Hao askari wakawa wanatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akalivingirisha jiwe, akalikalia na askari wako hapo tu hawafanyi chochote. Kumbe Bwana Yesu alikuwa amefufuka na hata mwili wake ulikuwa umetoka kaburini, na hata malaika alipolivigirisha jiwe hakuwa analivigirisha ili kumsaidia Bwana Yesu atoke kaburini. Alikuwa anafanya hivyo ili kuwasaidia Mariamu na wenzake waweze kuingia ndani ya kaburi na kushuhudia ya kwamba Bwana Yesu amefufuka. Bwana Yesu akawa amefufuka, amefufuka na mwili. Na ukiendelea kusoma neno la Mungu, usome katika Matendo ya Mitume mlago wa kwanza kifungu cha tatu utasikia ya kwamba baada ya kufufuka, Bwana Yesu alikaa hapa duniani kwa muda wa siku arobaini kabla ya kupaa na kurudi biguni na katika siku hizo arobaini hatusikii ya kwamba kuna watu walienda wakamvamia eti wakamkamata wakampeleka gerezani. Hatusikii mambo kama hayo, hatusikii ya kwamba aliteswa. Hayo ni mambo ambayo hayagewezekana, kwa sababu Bwana Yesu alikuwa na mwili wa utukufu, na watu ambao wana mwili wa udongo hawawezi wakamdhuru aliye na mwili wa utukufu Bwana Yesu alifufuka na akapaa akarudi juu mbinguni, wanafunzi wake wakimtazama. Hebu tuendelee tusome neno la Mungu katika waraka wa kwanza kwa Wakorintho mlango wa kumi na tano kifungu cha ishirini hadi cha ishirini na tatu: lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu limbuko lao waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Paulo anasema ya kwamba Kristo ni limbuko lao waliolala anaposema hivyo anamaanisha nini hebu tusome waraka kwa Wakolosai mlango wa kwanza kifungu cha kumi na nane naye ndiye kichwa cha mwili yaani cha kanisa naye ni mwanzo na mzaliwa wa kwanza katika wafu ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Paulo anaposema ya kwamba Kristo ni limbuko lao waliolala, anamaanisha ya kwamba Kristo ndiye mzaliwa wa kwanza katika wafu, yani ndiye wa kwanza kufufuka. Na ninaposema ya kwamba Kristo ndiye wa kwanza kufufuka, ninamaanisha ya kwamba ndiye wa kwanza kufufuka na asife tena. Kunao ambao walifufuliwa na baadaye wakafa, yani wakafa tena. Lakini Bwana Yesu alipofufuka alifufuka ili aishi milele, yu hai na atakuwa hai milele. Yeye ni yule yule jana, leo na hata milele, wa Ebrania 13 kifungu cha 8. Hebu nisome tena waraka wa kwanza kwa Wakorintho mlango wa 15 kifungu cha 22 na cha 23 kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Mtume Paulo anatuonyesha ya kwamba dhambi ilikuja hapa duniani kupitia kwa Adamu, tukairithi dhambi kutoka kwa Adamu na anaendelea anasema, ya kwamba katika Kristo wote watahuishwa, yaani uzima ulikuja kupitia kwa Kristo, na kama Kristo alivyofufuka nao waliolala katika Kristo siku itakuja na watafufuka. Paulo analiweka jambo hili wazi katika kitabu cha kwanza cha Wathesalonike Mlango wa nne kifungu cha 15 hadi cha 17: kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana kwamba sisi tuliohai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana hakika hatutawatagulia wao waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka biguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Bwana Yesu ndiye aliyefufuka kwanza. Nao waliolala katika Kristo, siku itakuja na watafufuliwa nao ambao watakuwa hai atakapokuja kulinyakua kanisa lake, watabadilishwa watafanana naye, watamlaki hewani, na wote wataishi naye mbinguni milele. Sasa tunalo tumaini kwa sababu Bwana Yesu alifufuka. Kama hangefufuka, imani yetu ingekuwa bure. Hebu sikiliza vile neno la Mungu linavyosema katika waraka wa kwanza kwa Wakorintho Mlago wa kumi na tano kifungu cha kumi na saba na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mgalimo katika dhambi zenu. Sasa tunalo tumaini. Bwana Yesu amefufuka, yu hai, na yuko pamoja nasi, ni Imanueli, Mungu pamoja nasi, na kunalo agizo abalo ametupa. Hebu tusome Mathayo 28 Kifugu cha kumi na sita hadi cha ishirini. Na wale wanafunzi kumi na mmoja wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliyowaagiza Yesu. Nao walipomuona, walimsujudia. Lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia: Nimepewa mamlaka yote, mbinguni na duniani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 Kwa sababu Bwana Yesu amefufuka, sisi ambao ni watoto wa Mungu, sisi ambao tunamwamini akiwa Bwana na Mwokozi wetu, tumehakikishiwa uzima wa milele, tumehakikishiwa ya kwamba tutaishi naye biguni milele. Na kwa hivyo tunalo jukumu la kuwaambia wengine wamwamini Bwana Yesu na ili na wao pia waweze kuokolewa na kuupata uzima wa milele. Tunastahili kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wa bwana wetu Yesu Kristo. Tuanzie nyumbani, tuwaambie wake zetu, tuwaambie mabwana zetu ya kwamba kuna uzima katika Kristo, tuwaambie watoto wetu, tuwaambie majirani yetu, wampokee Bwana Yesu akiwa bwana na mwokozi wao, na wataupata uzima wa milele kwa sababu Bwana Yesu amefufuka meshida mauti, tunalo tumaini la kuishi milele kuishi milele biguni, mahali ambapo hapana kifo, hapana huzuni, hapana matatizo, mahali ambapo tutafurahi milele tukimsifu na kumwabudu Mungu wetu. Kama hujamwamini Bwana Yesu akiwa bwana na mwokozi wako, mwamini leo kunalotumaini katika Yesu. Kwa sababu Yesu amefufuka, tumehakikishiwa kwamba waliolala katika Kristo watafufuliwa, nao waumini watakaokuwa hai wakati atakapokuja kulinyakua kanisa lake watabadilishwa na wataishi naye milele huko juu mbinguni. Kwa hivyo sisi, tukiwa kanisa la Kristo Yesu, tunastahili kufanya yale aliyotuagiza tukiwa na shauku ya kuona wengi wakiokolewa. Na unapofanya hivyo, Bwana akubariki. Shalom.